Hiyo ni sahihi kabisa, hizo kumhurumia mtu ambaye hajawahurumia walipokodi wa Tanzania, huko ni kutokutimiza wajibu. Amewanyima wengine kunufaika na manufaa ya nchi yao kwa manufaa yake binafsi. Hiyo haiwezi kuwa, haiwezi kuwa sawa. So waheshimiwa waziri haya yalikuwa upande wa masuala ya kiutumishi na masuala ya kiutendaji. Tusioneane aibu mtu anapofanya makosa. Nilikuwa nafuatilia juzi, nilikuwa nafuatilia juzi ziara ya ziara ya, ya naibu waziri nikaona scenario ya Mkalama, kona scenario ya Mkalama mkoa uongozi wa mkoa wameona wale watumishi wamefoji, kwamba eneo alilotakiwa ajengee eneo alilotakiwa ajengee inchi sita yakaweka nne, eneo ambako alitakiwa aweke mawe tripo arobaini na saba akaweka ishirini na nne, na jengo limejengwa hivyo la serikali vyumba nane alitakiwa aweke katika vyumba nane ambavyo vilitakiwa aweke mawe ameweka vyumba sita tu na akamaliza. wameliona wame hilo tatizo wamechukua hatua, na naibu na, na, na, waziri kafika, amezipata zile taarifa, zinaenda sambamba na mkoa alivyoona na, na, na taarifa nilizonazo ipo na eneo lingine li walifanya hivyo hivyo, kwamba BOQ inasema hivi wanakatakata ukikatakata hivyo unafanya unapata una, una, una, una sehemu ya fedha pale, serikali inalipa kwa, kwa, kwa, kwa gharama ile iliyoonyeshwa na BOQ. Ndio tunakaa, baada ya muda fulani jengo lim, linaufa, serikali imetoa fedha zile zile tulitoa milioni mia tano mia tano za vituo Vit... wilaya zingine milioni mia tano wamejenga majengo saba wanatokea wilaya zingine wamejenga majengo matano kwa, kwa fedha ile ile hili haliwezi likawa jambo linalokubalika hili alikubaliki. Tunaoneana aibu kuchukua hatua. wai wai, hapo watumishi wanakuja kwamba kwa kuwa mmetugundua, basi ngoja tutabomoa tuweke upya kwa gharama zetu, yaani kwamba majengo ya serikali sasa hivi yanajengwa na, na, na watu binafsi. Utetezi wa kijinga kabisa huu. kwa hiyo tusipogundua imetoka fedha ya serikali imekwenda imepigwa panga, kwa kutokutekeleza BOQ. Sasa watendaji wetu, kwa mujibu wa sheria, na hatutaki kuvunja sheria, watendaji wetu ninyi ndo ndio maafisa nidhamu watumishi awaua mkienda, mkawa mnalindana, tutawafanya wahalifu wa wawe na nguvu sana ndani ya serikali. Ndio haya hawezi kukubalika kwa taarifa zilizo kamili namna hii, hapa hatuonei mtu. Ndio. Si umeisoma BOQ kaielewa, umelipo kufatana na BOQ. Eh, kwa nini umeenda kuweka tofauti? Tuliposema milimita kumi na sita, kwa nini umeweka sita? And then tukishajua we pardon them. Ah, basi sawa hivi na hivi. It can't be. Hii haiwezi kuwa sahihi. Hiyo haiwezi kuwa sahihi. Inawezekana watu wanakuwa na ujasiri namna hiyo kwa sababu wanajua watakuwa protected. Unawezaje kuwa na ujasiri wa waku kupindisha uamuzi kwa kiwango hicho? Na nimeambiwa watu wako kazini mpaka sasa. Kwa hiyo, amekuja maneno hayo hayo kwamba haya ni maneno ya wanasiasa. Sasa naelekeza hawa wasimamishwe kazi, na Mheshimiwa Waziri mwandikie mtendaji mkuu wa TAKUKURU apeleke akachunguze, tujue huu mtandao. Peleka TAKUKURU, hii siishie tu ndani ya wizara. Peleka TAKUKURU wakafuatilie, wafuatilie maeneo yote ambayo yana dukuduku za matumizi mabaya ya rasilimali za, za, za umma. Peleka TAKUKURU. na michezo hii ipo nishaona. Ni maeneo, na maeneo mengine una, unapeleka, unapeleka fedha mahali wanasema hii rudisheni, ililetwa kimakosa. Unapelekaje fedha kimakosa wilaya kumi ishirini na fedha yenyewe sio ndogo, milioni mia tano mia tano, mia tano afu useme hii ilienda kimakosa It can't be. Unapelekaje kimakosa namna hii? Unapelekaji kimakosa namnai. Katibu mkuu, hawa watu wasimamishwe, maeneo yote haya ambayo yanadukuduku yana, wasimamishwe na ikigundulika ikathibitika, kama hivi ushahidi unavyo, unavyo sadiki hivi. Nisema nilienda na pale wapi hapo, Kigamboni tume imeshaundwa ina ina ina mtu wa TAKUKURU ina mtu wa mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, ina, ina mtu wa, wa financial intelligence ina mtu wa ina mtu wa TAMISEMI ina mtu wa ofisi ya rais na team technical complete yote, imesema hawa wameiba, tunatafutaje dirisha la kuwa, la kuwasaidia wabaki hawasi wakuhamisha. Ikishathibitika hivyo, wafukuzwe wafukuzwe, watu wajifunze kwamba kugusa mali ya umma. Unajua, mkiwa ofisini hivi na mnapata mshahara, mnaweza mkadhani fedha hizi Watanzania wanazolipa ni ni, ni ziada. Wanajibana, mwingine anafanya kabiashara kake, ampi mtoto wake hata kitumbua, abakize nauli alipe na ushuru, alafu watu wengine wanaenda wa, wa, wa, wa, wanafanya kwa makusudi hivi wana, wanakwapua and then tunaweka huruma kwao, haiwezi kawa, haiwezi kawa sawa popote penye tuma, pelekeni TAKUKURU, ongeza na vyombo vingine vinavyochunguza. Ikishathibitika hao wasihamishwe, wafukuzwe. Katibu mkuu wa utumishi kwani yao ailo wamesema wame watu hata wakiiba kwa kuwa walishajiriwa wasifukuzwe ndio hii. Kwa hivyo sheria hii asi, tunaogopaje watu ambao wameharibu, tusiwatoe? Unamhamishaje mtu aliyeharibu? Afukuzwe ndio. Peleka TAKUKURU, wakishathibitisha mheshimiwa waziri wafukuzo yao, na waelekeze TAKUKURU watu, watuangalizie kama kuna mtandao unaofanya hizi shughuli haya. Haya mambo ni serious, sio siasa ndio hii, sio siasa, ni serious. So maeneo yote ambayo yana dukuduku nizipate hizo taarifa. Na bahati nzuri, Mheshimiwa waziri pamoja na katibu mkuu mlinipitisha mlinipitisha kote huko, ni, ni, peleka TAKUKURU wathibitishe tuwafukuze hao wanao waliofanya wa, wa, wa, wa, wa, hivyo zingine ni promotion tu, mtu akuwa mkurugenzi anaharibu hati chafu, majengo chini ya kiwango, fedha imepotea. Ukimtoa e, e, aseme kwamba anakosa anakosa hela ya simu na, na, na gari, kama ushamwondolea majukumu, sasa gari inaenda nayo wapi? eti, eti simu si nini? alafu anaendelea na yeye kuwa mkurugenzi bubu, yuko tu analipwa sawa na mkurugenzi aliyeko ya kazini Sasa tuna wilaya, tuna halmashauri mia themanini na tatu, wakurugenzi mia saba one two three. Kwa moja yuko kazini, watatu hawa wanalipwa tu mshahara wa mkurugenzi na hawapo kazini. Mheshimiwa Waziri, angalieni kama sheria ndio inavyosema tuibadilishe, kama sio sheria ni, ku, ni, ku, ni, ku, ni kuoneana aibu. Kuanzia sasa tunako kwenda huko hiyo hakuna. Umeshindwa majukumu, out. Kama umekuwa demoted una, unaenda kuwa sawa na wale walio levo hiyo ambako umekuwa demoted. Kwa hiyo niliona nili haya tuambizane kwa uwazi na watu mmepewa haya majukumu, simamieni. Kila mmoja asimamie na kufuatilia hayo mengine yote yanayofuata. Tunaenda kufufua kitengo chetu cha monitoring and evaluation, na kina staffing wachache tutapata mawasiliaisho tupate na experience ya maeneo mengine ambao wako effective, wanafanyaje haya madhara yanayojitokeza haya, kama ili tuliloliona hapo na maeneo mengine kwamba watu wanaweza kukiuka BOQ na kuvizia tu, mwenge usipopita mwaka huo, basi wameshapona na fedha hiyo waliofanya saving imeshapita. Ni kwa sababu ya kutokufuatilia kwamba, je, tulicho ki, tulichokielekeza ndicho kilichofanyika? Watu mwenge wenyewe tunapa, tunapanga upite wapi, eh au pitage kila mradi uliopo tunaupeleka kwenye ule ulio the best, napaka rangi kwenye mawe mwenge utakakupita. Ka kishapita mwenge watu wame, wame, wamefanya ujenzi nje ya BOQ wameshapata saving fedha ya serikali hii. Haiwezi kuwa sahihi. Lazima hivi, hivi, na hivi vitengo viko, viko kila wizara ina monitoring and evaluation, kila wizara ina monitoring and evaluation na hawafatilii ndo watu wanapata ujasiri namna hii. Mwenge tunaamua wenyewe upite wapi, ziara za viongozi tunaamua wenyewe tuwapeleke wapi, kwao kule ambako tunajua tumefanya dili yetu, hatupeleki hatupeleki mwenge wala hatupeleki viongozi na wala hamna anayefanya monitoring and evaluation. Hii haiwezi kuwa sawa kwao, hii na na mheshimiwa chief whip, hili ni eneo lingine ambalo mheshimiwa Rais ameshaliongelea mara nyingi, lazima sasa tuende kwenye utekelezaji wake. Tukae turekebishe monitoring and evaluation ianze kufanya kazi kote, watu kote kunakopita, kuanzia kuanzia sisi kwetu hapa ofisi ya waziri mkuu, ambayo ndio inashughulika ina na, na uratibu wa jumla ya serikali hii. Isiwe sampling tena, ifanyike kote, na ndio maana nilisema mimi nitakakopita, nimeitwa kuzindua sijui nini, nitataka kwanza timu ikafuatilie sikujui kuweka jiwe la msingi sio kuzindua, ikafuatilie kwanza BOQ ilifuatwa sawa sawa. Na tumesema mikoa yote wawe na hivyo vitendea kazi, kama tuna shortage ya watu bora tupate watu kuliko kila siku e, fedha ya serikali iwe inatumiwa isivyo, alafu tunasubiri gambling ya, ya watu wakishajua wamevusha mwenge, basi wameshapita wamesha hiyo tuifanyie rejea. <coughs> Hiyo tuifanyie rejea. Kwa hiyo tukishafanyia rejea hiyo na kwenye ahadi za Mheshimiwa rais, ilikuwepo lilo swala la uwajibikaji. Kwenye ahadi zile za siku mia moja lilikuwepo hilo la mawasiliano na umma ambalo linatakiwa lifanyike ndani ya siku mia moja. Ni wapongezi waheshimiwa wa mawaziri wametekeleza ahadi ya mheshimiwa rais hiyo kwa kiwango kikubwa. Wizara nyingi sasa zina zina zina hiyo dashboard zina hiyo e mrejesho, na sisi tutaizindua ndani ya siku mia moja ndani ya ofisi ya waziri mkuu, 24/7 tutataka mwananchi aliyeko kule site, ikiandikwa kwenye taarifa kuna shule imejengwa eneo A, kama pale alipo site haiko hivyo aweze kurekodi na kuituma straight, kwa sababu ile chaneli ya kawaida, hata taarifa zinazo zinazoandikwa pia zinachagua kipi kiandikwe. Tuipate kutoka kwenye grassroots, na kero tuipate kutoka kwenye grassroots, na na hii haitakuwa tu ya mtandao, hata simu ya tochi itaweza kupiga na kuelezea na kujibiwa. Eh, ili tuongeze wigo wa ufuatiliaji na mrejesho wa yale mambo ambayo tumeyafuatilia kwao. Nitumie fursa hii kuwakumbusha waheshimiwa mawaziri na makatibu wakuu, tuendeni tufuatilie watu wetu. Na hii sio tu wizara zilizoko hapa na wizara zingine zote, tuwafuatilie watu wetu. Wana relax sana kwa sababu ya wanaotakiwa kuwasimamia kutaka wawe poa kwa kila mtu. Hii ndio imetupa keros, imetupa crisis maeneo mengine. Mpaka leo hii inajengwaje ina, inawezekanaje serikali ipo, linajengwa tofali la kwanza, la pili, la tatu mpaka shule inakamilika, inapelekewa na maji, inapelekewa na umeme only to find, inapelekewa na usajili only to find iko kwenye eneo la hifadhi, ili, ili unaenda kuanza kuhangaika ku kwamba uhamishe watu uhamishe mpaka na shule na zahanati. Mpaka hivi vyote vikajengwa, wale wanaotakiwa kubaini haya walikuwa wapi? Mambo ya watu kurelax, kuto kufuatilia ipasavyo. Eneo la inajengwa zahanati inajengwa shule shikizi, wananchi wanajenga mpaka boma linakamilika, siku ya kutaka kupauliwa anasema hii haikufuata hiki. Yule anayetakiwa kusimamia masuala ya kuanzia foundation yalikuwa wapi? Na yuko kwenye wilaya hiyo hiyo hapo, yuko hapo hapo. Linajengwaje jengo mpaka linakamilika level hiyo? Nasema hii hapa, ingine inapauliwa kabisa, inakamilika siku mwenge unakuja ndo, nasema unajua, hili hapa alikufata hiki na hiki, ulikuwa wapi mpaka likapauliwa? Na mko hapo hapo, kuna wa udhibiti ubora, kuna wa ufuatiliaji, kuna wanini, wako kwenye wilaya hiyo hiyo, na kila siku wanaenda ofisini na kila mwezi analipwa na maeneo mengine na idara hiyo, na gari inalo na mafuta wanayo, hii haiwezi kuwa sawa. Kwa kila mmoja ahusike na kusimamia na wala tusioneane aibu kuchukua hatua. Bila kuonea mtu ni haki kabisa hiyo, tusionee tu watu, tusionee tu watu. Kuonea watu, watu si, si kitu kizuri tusionee watu, lakini kuchukua hatua kwa mtu anavyokosea hiyo ni sahihi kabisa hizo kumhurumia mtu ambaye hajawahurumia walipa kodi wa Tanzania, huko ni kutokutimiza wajibu. Amewanyima wengine kunufaika na manufaa ya nchi yao kwa manufaa yake binafsi. Hiyo haiwezi kawa, haiwezi kawa sawa <todiculio>